Mateso, yametawala, mateso. Visasi, visasi kutafutwa kila kukicha. Mume wangu usiwe hivyo, maisha tu atakuwa sawa, kikubwa tu ni uzima. Unajua mke wangu, kinachoniumiza mimi haya maisha, tutaishi mpaka lini? E mola wangu, naomba nisaidie. Halo. Hey, tongoe. Sawa, nakuja hapo. Niko nyumbani sasa hivi, nakuja hapo. Poa, dakika moja. Aya, poa. Unajua mke wangu, yaani imekuwa kama bahati hii simu hii ya kazi. Sasa tafadhali usinicheleweshe nitolee nguo zangu ili niwahi kazini basa. Afadhali sasa, nsikilize. So mi natoka, na wewe unatoka. Haya, waeri mkao, bye. Hai, bye. Mm. Baba, afadhali nimekukuta baba, umekuwa adimu kama nyegere nyegere, unamjua baba, uonekani baba. naomba kodi yangu, tafadhali ndugu yangu. Naomba univumilie. Hmm. Kuvumilia kitu gani baba? Miezi sita, miezi sita nikuvumilia kitu gani baba? Tafadhali ndugu yangu. Hii nyumba mimi sijaokota, naomba pesa yangu ya kodi. Naomba univumilie. Huu mguu unaotoka hapo, naenda kazini. Hapa. Nikirudi tu, nakupa hela yako. Nikirudi, nakupa hela yako. Baba, kila siku unanipanga. Naomba pesa yangu. Baba, pesa yangu. Tafadhali ndugu yangu, tusifikie huko. Tutafikia huko, pesa yangu, leo sikuelewi pesa Sinukamu yangu. Pesa chani. yangu. Tutavumilia lako tutakupa Hapana, miezi sita siwezi kuvumilia. Siwezi tena kuvumilia nimechoka. Nimechoka, ndugu yangu, ndio nipokee basi si ndio ya kazi. Au nibadilishe mawazo? Aya, basi, basi basi simu sikupi, au nibadilishe mawazo? Haya, basi, basi, kaa basi na hiyo simu, sawa, bye. Bye, bye, bye. Umefanya mm -hmm. mm -hmm. nini? Mimi jamaa, sikutarajia kama tamkuta, yani imefika tu hapa. Kashangaa huyu hapa, ikabidi nimletee umafya kidogo, ili nimwingize baridi. Uniambie kitu gani bwana wewe? Au nataka nikinukishe tena? Unajua ndio unafanya mpaka sasa hivi. Mnaishi huko au nitoe vitu vyenu humu ndani? Tangulia, anakuja na, na Oya, mwanangu wewe mwanaume mwenzangu mwanangu. Wewe nipeleke mwanangu kama vipi siku nyingine mimi nitakupa. Sasa kwanza na sio kama sina hela nilikopo nayo. Ah, iko wapi hela? Tembea Oya, nisaidie basi mwanangu oya, nipe basi begi langu sasa basi. Begi gani ile? Nenda Unapandaje bajaji unaenda? Oh. Sale ndugu yangu. Wema ndugu yangu. Ni mwanangu na akili kweli wewe. Nimekupigia simu saa ngapi? Ni kweli ndugu yangu, umenipigia simu muda. Lakini uko njiani nimekutana matatizo ndugu yangu. Sasa ndugu yangu, matatizo ya kwako wewe fanya nini sasa hizi? Ah, tafadhali ndugu yangu, naomba unisaidie nipate hii kazi. Yani, yani, na shida, yani nina shida hasa. Yaani nimepanda bajaji, kumbe ilikuwa sina nauli, nimedondosha sijui nimedondoshea wapi, ikabidi nishushwe. Ujue nimekuja kwa miguu wewe. Paka hapa nilipo sasa umekuja kufanya nini wakati kazi imeisha? Weka hapa kuna kazi hapa. Kazi tu zimewaza uchapa kazi kazi imeisha. Wewe kufanya nini sasa? Kwa maana hiyo kazi hamna ndugu yangu. Weka hapa kuna kazi, hapa kuna kazi, kuna kazi hapa ukiangalia kuna kazi. Tafadhali ndugu yangu, naomba unisaidie. Huyo uko nyumbani nimeacha hali nimbaya, ni mbaya ndugu yangu. Nisipofanya hii kazi ndio sina hata hela. Wewe we, pambana na matatizo yako. Mimi nikupigia simu saa ngapi? Okay sawa. Naomba unisikilize basi. Naomba unisaidie angalau hata nauli tu, elfu moja niweze kufika nyumbani. Hivi una akili kweli? Ya mimi nikupe nauli. Ya mimi nikupe nauli. Kazi gani uliofanya? Uondoka. Tafadhali usinifanyie hivyo ndugu yangu. Naomba uondoka. Ondoka. na mapenzi yanataka nitese na mwisho siku yanitoero, na maisha nayoishi ya maseke kila siku yanikabekabeko. Mauzuni umetawala, uzuni visasi, visasi. Mateso yametawala mateso. visasi, Visasi. matezo utafutwa kila kukicha. visasi, visasi, Visasi. Baba, hela yangu baba, tafadhali. Ndugu asifikie huko, tutafika huko. Hela yangu tunazalishana, tunazalisha kweli, leo sio kwamba likupe, sina hela mwanangu, ni kweli. ndugu yangu umenipigia muda lakini, nilikutana na matatizo njiani. Huwezi amini, nimepanda bajaji, sina hela, nimedondosha sijui wapi, ikabidi nishushwe. Sinifanyie hivyo ndugu yangu. Ondoka. hata chakula naelekea kazini, nako wamekunja sura. Baba mwenye nyumba wangu kutoa na dai hela, na nikijitazama sina kitu. Mika pwela. Okay, kwema, kwema. Karibu mwa. Asante. Yani, shoge yako na mdai hela mashuka janlipadi leo, hmm. Si mkia wapa? Eh, wana mwake siku hizi na kazi. Na ni muunganisha mwenyewe kwa ndugu yangu. <laughs> Yaani kila nikienda kwa kia ni soundi tu ananipiga soundi. Eh, mvumilia lakini. <laughs> Mbuta subira. <laughs> Yani nimemvumilia vya kutosha. Mimi nitajua nitafanya. Jifanyaje hadi nipate hela yangu. Hmm. Na wewe, mniambie mambo mengine vipi lakini. <laughs> Mambo mengine anaenda he na wewe. Hela yangu ya kijoro unalipa lini? Wewe <laughs> naye. Sisi tumeshamalizana. So, tumeshamalizana. Eh.

Mke wangu yenyewe, nimefika kazini, nimechelewa kazi yenyewe sijafanya. yaani yani, hapata sielewi. Ki kweli ya maisha mpaka nachoka, yaani nachoka. Pole mwanangu, basi sawa, kuja basi, mimi nikakuandalia maji ya kuoga kwanza. Sawa mke wangu, endelea. Haya, sawa. Unajua mambo ambayo sasa hivi wanafanya mimi sielewi. Sababu mm, wanachukua kodi afu mimi siele, sielewi. Wao wanachukua kodi unakula, unatumia. Mkoza nikukatisha ukisema uelewi unakuwa kama vile kivipi? Najisaulisha. Mamlaka yote mimi ndo niliachiwa. Sawa, unaacha mamlaka ukipindikiwa unasoma. Umeelewa? Sa, mm, Sasa hivi mm, chuo umeshamaliza, si ndivyo? Lakini kwanza leo Mamlaka mamlaka mamlaka yako kwangu kwangu ya sawa lakini kodi ya miezi sita? Nani. Opa. Opa. Sawa sawa, lakini lakini ya opa sasa nakwambia nakwambia hivi, kuanzia leo nyumba hii iko kivipi? Kweli bro, nishakwambia basi. Visasi, visasi, matesho yametawala mateso. Visasi, visasi kutafutwa kila kukicha. Namba ambayo piga haipatikani, tafadhali jaribu tena baadaye. Asante.

E halo. Eh, mbona nakupiga simu patikani? Aa, nilikuwa bafuni na oga. Sasa tunafanyaje? Maana nimekumisi ile baraka. Ah, tutaonana Jumatano, maana saa hivi siko sana, nipo kwenye siku zangu. Ah, kwa okay, Jumatano eh? Sasa okay. Chakufanya? Sa Sa Sa Sa, basi mimi nimtafutie kazi Jumatano ili niweze kuonana na wewe. Ah, Na mapenzi yanataka nitese, na mwisho siku yanitoero na maisha nayo ishi amaseke

Uchukua kwanza kiti unipe obo, obo, obo. Mama singenda bana kwa shoga yako kudai langua mashuka amekupa hajanipa, sikaniambia nitoka na baba mwenye nyumba pamoja na tongoi mdogo wangu wewe, ndio unaongea fikini ya kweli eh? Sam mtu kaniambia mwenyewe kabisa, mke wa upaa ntoka na tongoi ndio. Mhm. Usianze sasa kupaniki. Kwa sababu mimi kaniambia simwambie mtu yoyote. Mimi sipaniki. Usinitafutie ugomvi. Mimi sikusema, ngoja nichukue simu. Ngoja nimpigie simu Tohoi. Basi subiri. Basi eh, supo nyumbani ah, sawa. Aya ah, takuja hapo. Ah, na mapenzi yanataka ni tese na mwisho siku, yani toero na maisha nayoishi ya maseke kila siku yanikabekabeko, huzuni umetawala uzuni Visasi, visasi. Mateso yametawala, mateso utavutwa visasi, visasi. Kila kukicha visasi, visasi, visasi, visasi, yeah. Visasi, visasi, visasi. Maisha na mikasa. Visasi. Mapenzi ya nyie visa. Naamka subuhi, nakosa hata chakula, naelekea kazini, nako wamekunja sura, baba mwenye nyumba wangu utwaana anadai hela, na nikijitazama sina kitu, mikapwela na mapenzi yanataka ni tese. Na mwisho siku, yani toero na maisha nayoishi ya maseke kila siku, yani kabeka.